Rais mteule wa Marekani, Donald Trump amekosoa sera ya wakimbizi ya kansela wa Ujerumani, Angela Merkel. Kwenye mahojiano na gazeti la kila siku la The Times la Uingereza na tabloid Bild la Ujerumani, Trump ameita sera hiyo ya wakimbizi kuwa ni mbaya na ni janga. Hata hivyo, amesema Merkel bado ni kiongozi muhimu katika bara la Ulaya. Alipoulizwa kuhusu hilo, Merkel amesema anasubiri siku yake ya kuapishwa. Bunge la Uturuki limeunga mkono muswada tata wa kumwongezea madaraka rais Tayyip Erdogan. Hiyo ni duru ya kwanza ambili ya upigaji kura kati ya mbili, na baadaye utapelekwa kwa wananchi kwa kura ya maoni. Chama tawala kinadai hatua hiyo itafanikisha vita ya ugaidi, huku wakosoaji wakisema inatishia demokrasia. Rais wa Gambia Yahya Jammeh amewasilisha ombi la kuitaka mahakama kuzuia kuapishwa kwa rais mteule Adama Barrow Alhamisi hii. Aidha anataka kuzuiwa kwa upinzani kumwapisha kiongozi wa muungano wao. Amewataka raia kusubiri maamuzi ya mahakama kabla hajaamua kuachia madaraka baada ya miaka 22, huku akisema hatima ya mamlaka yake inaweza kubadilika. <muchilis> Polisi in nchini Brazil imesema imelidhibiti kikamilifu gereza lililoko katika mji wa Natal na kumaliza ghasia zilizosababisha vifo vya takriban wafungwa 26. Magenge yanayokinzana ya dawa za kulevya ilianzisha ghasia hizo usiku wa Jumamosi. Ni ghasia za hivi karibuni kwenye mfululizo wa matukio kama hayo mwezi huu. <muchilis> Mtandao wa kijamii wa Facebook utazindua mbinu mpya kuzuia kusambaa kwa habari za uongo nchini Ujerumani. Mbinu hizo zitawarahisishia watumiaji kuarifu kuhusu habari za uongo. Zitaanza kutumika miezi michache baada ya uchaguzi mkuu mwezi Septemba. Hilo linatokana na miito ya wanasiasa waandamizi kutaka hatua kali zaidi dhidi ya habari hizo.